Matayo sita na tutasoma tu habari za sala ya Bwana. Biblia inasema hivi katika Matayo sita e, mstari ule wa, wa, tisa. A, wa, ya, wa tisa. Basi ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, sala ya Bwana ni sala kubwa ambayo imejumlisha mambo makubwa sana ndani ya sala hii, sala ya Bwana. Yesu alikuja hapa duniani, kazi kubwa nayo aliyoifanya ni kufundisha wanafunzi wake maombi, namna ya kuomba. Yaani mtu akiomba aombeje? Na aombe nini? Hey, sio tu aombe tu ovyo, na aropoke tu maneno, au aombe tu yale anayotaka. Hapana, kuna sheria za kuomba. Sheria za kuomba ni sala ya Bwana. Uielewe. Watu wengi kama Wakristo napenda ni washauri kwamba ni vizuri kwanza wewe mwenyewe ukajisomea Biblia. Ukatafakari juu ya neno la Mungu. Itakusaidia sana kuelewa kwamba hivi Mungu ana, anataka nini hasa katika maisha yangu. Tunaona kwamba katika sala ya Bwana mambo makubwa sana yanatajwa pale. Kwanza, baba yetu Lazima ujue baba baba yetu. Alafu Biblia inasema baba yetu uliye mbinguni, yaani baba yetu yuko juu kuliko mababa wote. Lazima ujifunze hivyo na ujue kwamba Mungu huyu unayemwomba ni baba mkubwa, sio mdogo. Eh, sio wa kawaida. Eh, tunaposema mbinguni hata kwa mawazo yetu tunaweza tuka tukafikiri kama binadamu, tukaona mbingu ilivyo mbali na kubwa. Kwanza tunaanza kuona ardhi ilivyo tunayokanyaga, lakini tukiondoka hapo tunaona anga ambalo hatulimalizi kwa kutazama. Kwa umbali wake hatumalizi kwa kusafiri, hakuna kinachozuia. Tunaona mawingu ambayo hatujui hata yakoje, mbona ndege ikigonga wala hamna madhara yote, lakini leo yakitanda hapa hatuoni kabisa kitu zaidi. Hayo ni maajabu ya Mungu. Na baada ya hapo unakwenda mbali zaidi, bado mbingu hujaipata. Kwa hiyo unaweza ukafikiri kidogo jinsi ambavyo Baba yetu wa mbinguni ni mkuu sana kuliko baba wa mwili, kuliko baba wa duniani. Hilo jambo ni lazima ulielewe kuanzia hapo, anzia hapo, eh, hapo. Kwamba huyu baba ni wa namna gani? Baba yetu wa mbinguni ni mkuu sana kuliko baba wa, mbi, wa duniani kuliko baba wa hapa tulipo. Kwa hiyo sala hii inatupeleka zaidi ya yale tunayoishi nayo ya kawaida, ambayo ni ndugu, ni wazazi, ni marafiki, ni wanadamu. Yote hayo yanatuondoa huko, yanatupeleka upeo mwingine, kwamba kwa amba huyu ambaye tunazungumza baba wa mbinguni sio wa kawaida, ni mkuu zaidi, ni mwenye uwezo zaidi. Kwa hiyo hapo Biblia inatuonyesha anasema, jina lako litukuzwe. Jina lake litukuzwe. Jamani, tuzungumze habari ya jina, majina. Jina la Mungu wetu, tunaona sasa huyu Mungu wa mbinguni ambaye tunaona ukuu wake, yeye amemtuma mwanawe wa pekee Yesu, na huyu Yesu ni Mungu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yote haya ni lazima uyajue na katika hayo mungu amesema kwamba huyu mungu ambaye tunamwabudu ametupa jina jina ambalo hilo ndilo litakuwa jina kubwa kuliko majina yote anasema usitutie majaribuni kama mjuavyo duniani kuna majaribu na sisi tumwombe Mungu atuokoe na majaribu na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Jamani, ufalme wa Mungu ndio utakaodumu hata milele, hakuna ufalme mwingine. Ufalme wa dunia utapita, lakini ufalme wa Mungu ni wa milele, na ni vizuri tukatambua hivyo kwamba ufalme wa Mungu uje. Huo ufalme ukija, basi wewe unawekwa katika hesabu ya wale ambao wamepewa ufalme ule wa milele, na leo tunaweza kuishi kama watoto wa Mungu bila mashaka, bila hofu, na pia hilo jina la Yesu ambalo ni kubwa sana kuliko majina yote, tukaomba Mungu na yeye akatuponya na magonjwa akatuponya na mioyo na majaribu mengi akatuponya na maadui zetu akatuponya na mawazo mbalimbali. Lakini hayo yote ni jina la Yesu. Tusisahau jina kuu lipitalo majina yote. Leo ndugu zangu, tubebe jina hili, jina hili tulibebe katika mioyo yetu kwa dhati na kwa uhakika kwamba hili jina ni jina lipitalo majina yote, majina yote, hakuna jina juu ya hili jina. Jina hili ni kuu, jina hili ni kubwa, litakusaidia, litakupigania, litakulinda, litakuwa uzio wako, na wewe utaishi maisha ma, mazuri na ya amani katika mji wako. Huna haja ya kufikiri kuta eh, maana wengi wanafikiri kwamba kuta zinaokoa Kuta zinalinda, ukiweka waya za umeme unafikiri uko salama <clears throat> au uko salama? Kitakachokulinda sio waya ya umeme, kitakachokulinda sio ukuta, kitakachokulinda sio kuweka askari, kitakachokulinda ni jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Hilo jina litakulinda na wewe utaokoka. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu ni vizuri tukaliitia jina la Bwana. Tusimame, tusimame kwa miguu yetu wenyewe pale tulipo, unasimama pale ulipo, na ninapenda u, uweze kupiga hatua, uje hapa mbele ili kila mmoja afanye kitu kimoja, aliitie jina la Bwana katika maisha yake. Njoo mbele, inua miguu yako, songa mbele, tuzungumze juu ya maisha yetu na kuliitia jina lipitalo majina yote. Hebu fanyeni haraka kule nyuma, mnaokuja. Naomba wale wakina dada kule, na hapa katikati, na katikati, msonge mbele. Tufanye upesi tuweze kumwita Bwana ili aweze kutusaidia, amen. Naomba tumsogee, wale mlioko nyuma bado tusogee, tufike mahali pazuri, ili maombi yetu yaweze kuwa kwa pamoja. Bwana asifiwe. E, tuinua mikono yetu juu na kila mmoja amwite Bwana na kila mmoja amwombe Bwana ampe jina lipitalo majina yote, sema amen, anza kuomba. Asante Yesu, kwa sababu jina lako ni jina lipitalo majina yote. Jina lako tunaomba liweze kushuka ndani yetu, tukaweze kuwa na mamlaka ya kuweza kukemea mapepo, kukemea magonjwa. Bwana tunasema asante kwa sababu wewe unaweza kuponya, unaweza kuokoa unaweza kuinua. Jina lako libarikiwe Bwana. Asante kwa sababu wewe umetupa jina, jina hili lipitalo majina yote, jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana. Inua mikono yako na sauti yako juu, kila mmoja ainue mikono yake miwili juu na umwite Bwana kwa sauti. Bwana aonekane katikati yetu. Baba, tunasema asante kwa sababu wewe unaweza na unatosha jina lako libarikiwe sasa na hata milele. Bwana tunaomba neno lako lipitalo maneno yote, lipitalo majina yote. Bwana ubariki watu wako asubuhi ya leo, onekana katikati yetu, bariki katikati yetu. Bwana tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema, unaweza, unatosha, umekaa mahala pa juu palipoinuka sasa na hata milele, bwana Gusa watu wako, gusa watoto wako, inua watu wako Bwana, mioyo yao ikaweze kupokea kutoka kwako. Kristo wewe uliyekuja duniani ili Bwana kila mwenye mizigo aweze kutua, na wewe uweze kumpa uwezo na nguvu na Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Pigie Yesu makofi ya nguvu, haleluya. Bado, bado, bado, bado. Amjamshangilia Bwana kama ipasavyo. Haleluya. Haleluya. Aya. Ngoja kidogo, usiondoke hapo ulipo. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie Yesu ni mfalme wa wafalme. Aya. Mwambie tena Yesu ni mfalme wa wafalme umesikia? Haya, kama umesikia, tutaona mpigie tena Bwana Yesu makofi. Haya, haleluya. Haleluya. Haleluya. Basi ujue kitu kimoja kwamba Yesu sio mfalme tu, usimwite tu mfalme, lakini mwite mfalme wa wafalme. Ndio, ndio itakuelea vizuri, ndio itakuelea kwamba Yesu ni nani. Maana wafalme wapo duniani lakini Biblia inamwita Yesu ni mfalme wa wafalme. Yaani wa dunia yote. Bwana asifiwe sana. Huyo ndiye mfalme tunayemwabudu leo. Unaonaje? Unajisikiaje? Yeah. Mpigie tena makofi. <laughs> Haleluya. Haleluya. Haleluya.